Naona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani, tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali mbali, ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa hiyo, ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strikers, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio, majukwaa yote isipokuwa isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano, tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya black card shilingi milioni moja, hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved.